Kila fikra hisia na maamuzi yako yanatoka hapa, ubongo wako. Kama ubongo wako unakufafanua wewe, kwa nini usiuzingatie? Bora shauri unayoweza kupata ni hili, tazama akili yako kama rasilimali ya thamani kubwa. Tunaona dunia kupitia ubongo. Ikiwa unataka mabadiliko, anza na kile kinakosa mwanga. Ubongo wako ni kama mfalme wa mwili wako, kumpa nini? Chakula cha afya, protini, vitamini na omega 3 zinazorekebisha seli za ubongo Maji. ubongo wako ni asilimia sabini na tano maji, usiache ukatike. Usingizi wa kutosha. Usiku ubongo wako unaosha sumu zake. Kukosa usingizi ni kujipiga risasi kwa fikra zako. Kila siku ubongo wako unapambana na virusi. Fadhaiko unaoendelea unaua seli za ubongo na kukinga kumbukumbu kumbu. Uchovu wa kimawazo. Kukosa mapumziko ni kama kuendesha gari bila mafuta. Vyanzo vya kelele: habari za uongo, mitandao ya kijamii na mazungumzo hasi Zima mwanga wa kelele wa ngazi ya ujinga wako. Ubongo wako ni misuli, unahitaji kuvutwa. Soma kwa kina, kila kitabu ni gym ya akili yako. Fanya meditation, safisha fikra kama unavyosafisha simu. Andika mawazo yako, kumbukumbu ni kama database, ikifungwa inaweza kuharibika. Akili thabiti hutengeneza maisha thabiti. Kama ubongo wako ndio kiongozi wako, basi msaidie kiongozi huyo kwa upendo, heshima, kupumzika, uaminifu. Akili yako ni ufalme wako. Jenga ufalme huo kwa hekima na utashinda kila vita. Jiulize leo, ninatunzaje akili yangu? Shiriki jibu lako kwenye maoni, na kama video hii imekusaidia, gusa kitufe cha kushiriki.